Yes, mwanamke mmoja ameamua kuweza kuleta taharuki ambaye pia ni kiongozi ama mbunge kutokea katika majimbo ambayo pia yanapatikana katika nchi ya Marekani. Sasa, mnamo tarehe 14 eh, Mei mwaka 2025, mbunge wa New Zealand ambaye anafahamika kwa jina la eh, bi, eh, Biraura, Biraura MC ci pia ameweza kuibua mjadala mzito e, katikati ya bunge mara baada ya yeye kuweza kuonyesha picha ya utupu ambayo pia ilikuwa imetengenezwa e, kwa kutumia akili bandia yaani AI, e, sasa yenye sura yake e, kwa lengo la kuweza kuonyesha jinsi ambavyo teknolojia ya deepfake inavyoweza kutumiwa vibaya dhidi ya wanawake na watu mashuhuri lakini pia sasa e, taarifa inaendelea kwa kusema kwamba e, picha hiyo ambayo haikuwa ya kweli iliundwa e, kwa kuweza kutumia programu ya AI e, kwa muda usiozidi dakika tano tu. BMC Crew pia e, aliweza alieleza kuwa ingawa picha hiyo ni ya bandia, hisia ambazo pia alizipata e, zilikuwa na, za kuweza kudhalilisha, lakini pia kuhimiza, akisema kuwa madhara ya kisaikolojia yanaweza kutokana na picha kama hizo ni makubwa kuliko hata picha halisi sana akili mnemba AI imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo pia kwa sasa hivi vimeweza vimetake over katika dunia yetu ya hii ya kawaida and then kuweza kutumia kwa dakika tano tu, imagine ikaweza kutengeneza e, picha ikionyesha uchi e, wa mtu na yeye anasema ni kama udhalilishaji, lakini pia e, kutokuwa na maadili mema kabisa. Sasa mbunge huyo sasa anatoa wito wa kuweza kufanyiwa marekebisho ya kisheria, ili deep fakes ziweze zijumuishwe e, katika sheria ambazo pia zinakatazwa usambazaji wa picha au video za faraga bila ridhaa ya mhusika au ridhaa ya mtu ambaye amekuwa amefanya e, video hiyo, e, lakini pia anaamini kuwa e, kuna haja ya haraka kabisa kuweza kulinda heshima ya faragha na usalama wa watu eh, katika zama hizi za maendeleo ya haraka ya kidigitali. Ujue miaka inavyozidi kuendelea na digitali nayo inazidi kuwa kubwa na inazidi kuendelea kuwa zaidi. Imagine mpaka picha utupu imeweza kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba, yani AI, na vitu vinakuwa viral noma noma mpaka mbunge huyo ameamua kuingilia kati. Ni kweli sakata ambalo liko viral na halitakiwi kuweza kuendelea katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii lakini pia katika maisha yetu ambayo tunakuwa tunayaishi. Endelea fuatilia hapa, lakini pia kusubscribe, lakini kucomment, kushare. Utakometisha kinoma.